Salamu pendwa kutoka kwa Padre Paulo Nsekela Mboje Sabuni inakuwaje? Shakuwa. Sasa hiyo ndiyo salamu ya marehemu Padre Paul Sabuni. Kuzaliwa. Padre Paul Nsekela Mboje Sabuni alizaliwa tarehe ya kumi na saba ya mwezi Juni mwaka moja elfu tisa mia themanini na tatu katika wilaya ya Bariadi, mkoa wa Shinyanga, kwa sasa mkoa wa Simiu, akiwa ni mtoto wa pili kati ya watoto kumi na mmoja wa baba Steven Nsulwa Sabuni na mama Loisia Tuma Mpiga. Elimu. Padre Paul Nsekela Mboje Sabuni. Alipata elimu ya msingi kuanzia mwaka 1992 hadi 1998 katika shule ya msingi Amana Ilala, baadaye Msimbazi Boys na kumalizia Mlimani Chuo Kikuu. Alipata elimu yake ya sekondari kidato cha kwanza hadi kidato cha nne katika sekondari ya Makongo Dar es Salaam. Mwaka moja elfu tisini na tisa hadi mwaka elfu mbili na mwaka elfu mbili na tatu. Mwaka tatu hadi mwaka tano alisoma kidato cha tano na cha sita katika seminari ndogo ya Nyegezi jijini Mwanza. Alijiunga na nyumba ya malezi ya upadre ya jimbo Kula Es Salamu iliyokuwa Mtungani Kunduchi mwaka elfu mbili na tano hadi mwaka elfu mbili na sita. Alijiunga na seminari kuu ya Kibosho Moshi kwa masomo ya falsafa kuanzia mwaka 2006 hadi mwaka 2009 alipohitimu. Alijiunga na seminari kuu ya Kipalapala kwa masomo ya teolojia kuanzia mwaka 2009 hadi mwaka 2013 alipohitimu na kuendelea na mwaka wa uchungaji. Mwaka elfu mbili na kumi na tatu mwezi Julai hadi Disemba alitumika nyumba ya askofu Masaki. Mwaka elfu mbili na kumi na nne Januari mpaka Juni alitumika kama shemasi katika parokia ya Makongo Juu. Sakramenti Padre Ponse Kela Mboje Sabuni alibatizwa tarehe ishirini na tatu Mei mwaka 1986 katika parokia ya Kilulu, Bariadi, jimbo la Shinyanga, kwa sasa jimbo, bi, jimbo jipya la Bariadi. Alipata sakramenti ya ekaristi takatifu, yaani komunyo ya kwanza tarehe moja Oktoba moja elfu tisa mia tisini na tano katika parokia ya Bikira Maria mama wa Fatima, Msimbazi, jimbo kuu la Dar es Salamu. Alipata sakramenti ya kipaimara tarehe 21 moja Novemba 1998 moja katika parokia ya Chuo Kikuu Dar es Salaam. Alipewa daraja takatifu ya ushemasi tarehe 6 Januari mwaka 2014 katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu iliyotolewa na Mwashamu Titus Mdoe aliyekuwa askofu msaidizi wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Alipewa daraja ya upadre tarehe saba Julai mwaka elfu mbili na kumi na nne katika viwanja vya Msimbazi Senta iliyotolewa na Mwashamu Titus Mdoe aliyekuwa askofu msaidizi wa Jimbo Kula Dar es Salaam. Utume. Padre Paul Sekela Mboje Sabuni alianza majukumu yake kama kasisi katika parokia ya Mivumoni kama paroko msaidizi Mwaka elfu mbili na kumi na nne hadi mwaka elfu mbili na kumi na sita. Mnamo mwaka elfu mbili na kumi na sita hadi mwaka elfu mbili na kumi na saba alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Tabata Kisiwani. Mwaka elfu mbili na kumi na saba hadi mwaka elfu mbili na kumi na nane alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Magomeni mwaka elfu mbili na kumi na nane hadi mwaka elfu mbili na ishirini na moja alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Manzese. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja hadi mwaka elfu mbili na ishirini na tatu alihudumu kama paroko msaidizi katika parokia ya Kitunda, na mwaka elfu mbili na ishirini na tatu hadi alipofikwa na mauti tarehe ya thelathini mwezi Januari mwaka 2026 alikuwa akihudumu kama paroko wa parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL. Ugonjwa na kifo. Padre Ponce Kela Mboje Sabuni amekuwa akisumbuliwa na kifua muda mrefu tangu mwezi Aprili mwaka 2025 mpaka hapo mwezi Juni 2025 alipogundulika kuwa na kansa ya mapafu na kupata matibabu katika hospitali ya Apollo nchini India na hatimaye hapa nyumbani Tanzania katika hospitali ya taifa ya Muhimbili na baadaye katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam mpaka hapo mauti ulipomkuta tarehe ya 30 Januari 2026 saa kumi na dakika 31, alfajiri. Shukrani za dhati ziwafikie madaktari na wauguzi wote wa India, Muhimbili na Aga Khan. Shukrani za dhati kwa uongozi wa jimbo, mwashamu sana Askofu Mkuu Jude Tadeus Ruwa'ichi OFM Cap na mwashamu Askofu Msaidizi Henry Mchamungu kwa kufuatilia na kugharimia matibabu ya mpendwa wetu. Kwa namna ya pekee shukrani ziwafikie pia wale waliomuuguza marehemu kwa namna ya karibu sana, akiwemo Padre Aidan Mubezi mwanadarasa wake, pamoja na mapadri wote wa kundi lake la upadrisho kwa mshikamano wa pekee wa dhati na wa kuigwa. Shukrani kwa wanaparokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL, wakiongozwa na paroko msaidizi Padre Emmanuel Mbuya kwa kuwa bega kwa bega na marehemu wakati wa ugonjwa wake na kugharimia na kumuhudumia katika matibabu yake. Shukrani pia kwa wadogo zake waliomuuguza kwa karibu sana, ambao ni ndugu Amos Sabuni na Victoria Sabuni. Mungu awabariki sana. Shukrani ziwafikie wote wenye mapenzi mema ambao kwa kweli walimtia moyo sana ndugu yetu marehemu Padre Paul Sabuni wakati wa ugonjwa wake. Tutamkumbuka Padre Sabuni daima katika karama zake pekee zifuatazo: Moja, moyo wa kujituma na kuchapa kazi. Hata alipokuwa mgonjwa bado aliwaza kazi na kuendelea kutoa maelekezo. Mbili, moyo wa kutokata tamaa na kuwapenda watu. Tatu, tutamkumbuka pia kwa namna ya pekee kwa kupenda utume kwa vijana. Nne, alipenda sana kuinjilisha kwa njia ya mtandao hususan katika YouTube. Tano, aliuthamini upadre wake na kuwahudumia watu kama watoto wake wa kiroho, alipenda kuwaita wanangu. Sita, alikuwa mtu wa kutoa msaada wa hali na mali na hata kuna vijana aliwatafutia kazi. Saba, alikuwa mtoaji mzuri sana wa semina, hakika alijua kulitawala jukwaa wakati akiwa anafundisha. Nane, ucheshi na uchangamfu wake, hasa tukikumbuka msemo wake aliyoupenda sana kuutumia akiwa parokiani kwake IPTL, inakuwaje sasa? Raha ya milele umpe, E Bwana. Marehemu Padre Ponce Kela Mboje Sabuni apumzike kwa amani.